wetu kuuawa na kufanywa makafara ili CCM waendelee kutawala. Tumechoka kuingiziwa kura feki wakati wa uchaguzi. Sasa tunataka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Kama hawataki kuleta mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, Tunataka wananchi wa Tanzania na wananchi wa Mangaka mhakikishe uchaguzi haufanyiki. Hiyo <coughs> ndio ndio itakayotuletea itakayotuletea mageuzi, itakayotuletea haki, kwa sababu hawataki kuleta haki kwa, kwa njia za heri, tutapata haki kwa njia za shari. Sisi ni watu wa amani, sisi ni watu wa amani. Tumesubiri walete mabadiliko kwenye mfumo wetu wa uchaguzi kwa zaidi ya miaka 30. Wamekataa. Hatuwezi kuendelea kuvumilia milele. <todiculta> Sawa, sawa. Kwa hiyo, kwa hiyo tujiandae tufanye nini? Tujiandae inakuaje? Nchi nzima sisihemu apate uchaguzi wa vijiji asilimia 99.9 ya wenye vitu wa vijiji wote Inawezekanaje? Watujiandae ndugu zangu, nimesema nimesema, mkutano ni waheche na yuko njiani. Naomba sasa, mturuhusu sisi tuendelee na safari. Waheshimiwa mapolisi wangu nawashukuruni, pamoja na kwamba sio ratiba yangu, angalau mmenipa nafasi ya kusalimia, nawashukuruni sana. Ulindeni na sisi, ni Watanzania vile vile, na mambo yakiwa nchi mazuri, nchi hii yatakuwa mazuri kwa nyie polisi vile vile, kwa nawashukuruni sana, asanteni ndugu zangu wa Mangaka, sasa tuomba turuhusu kuendelea. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema mataifa anaelekea ele, ana na mtumbo siku hii ya leo, ameacha uwanja, ameacha uwanja uwe chini ya mheshimiwa John Wegesa Heche. Anaondoka, anawapungia wananchi Asa. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa Tundu Lissu, tutakutana Songea. Asante sana mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, asante sana mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, tukuruhusu sasa uendelee na safari wakati sisi tukimsubiri tukim Joni Wegesa Heche. Mheshimiwa John Heche anakuja hapa, usiende mbali. Daktari Daktari Wilbrod Slaa atakuwa hapa na viongozi mbalimbali wanakuja hapa. Leo hatuondoki bandi, bandi, bandika bandua. hapa leo hatuondoki ni bandika bandua. Asante, asante sana Mheshimiwa Tundu Lissu, tunamwomba Mungu akufikishe wa salama wanakoelekea. Sisi hapa tunamsubiri Mheshimiwa John Wegesa Heche. Asante. Sasa wananchi, tuachie barabara tuachie barabara watu wengine waendelee. Tuachi, tuachie barabara.